Waheshimiwa watukufu wa Islam, naja tena mbele yenu kwa siku ya leo ambayo ni thalithu ayami tashrik, siku ya tatu katika siku za tashrik, ambayo ndiyo siku ya mwisho ya idi, kukukumbusheni kuhusu jambo. Ni watu wengi ambao leo hii ambayo ni Jumatatu au lundi kwa kifaransa Monday kwa Kiingereza, siku ya kwanza kwa Kiswahili cha Kongo, wengi wameamka wanaswaumu, wakifahamu kwamba waswaumu sunna na kuwa siku za idi zimemalizika, na misikiti mengi yameacha kutoa takbirati baada ya swala jana, baada ya swalati lasr, wakijua kwamba siku tatu za idi zimemalizika. Hapana, mmekosea katika Uislamu, mwezi huu wa kumi na mbili una siku aina mbili. Kuna ayami maalumati na ayami madudati. Kuna siku maalumu na siku ndogo zenye kuhisabika. Siku maalumu ni siku kumi, wa layali na ashir. Hizi siku kumi ndo siku maalumati, siku maalumu inaanza tangu siku ya kwanza ya mwezi huu wa Dhulhija, mwezi wa kumi na mbili, mpaka siku ya kumi ambayo ndiyo siku ya idi kubwa. Hizi siku kumi hapa ni siku maalumati. Alafu kunakuja siku maadudati ambazo ni siku ndogo zenye idadi, ni siku tatu zinazokuja baada ya siku ya idi. Sasa hizi siku tatu zinazokuja baada ya siku ya idi ni siku ya kumi na moja ya idi, ya idi ya, siku ya kumi na moja ya mwezi wa Dhulhaji ambayo ilikuwa hapa kwetu Goma ni siku ya Jumamosi au samedi, ni siku ya pili ya baada ya, ya baada ya idi kubwa, au siku ya kumi na mbili ya Dhulhija ambayo ilikuwa ni dimanshe jana, na leo ndo siku ya tatu. Hizi siku tatu katika sharia ya Uislam zinaitwa ayami tashriq, siku za tashriki, ambazo siku hizi ni haramu muislamu kuswaumu mahmakani. Na mwenyezi Mungu katika Qurani, katika Suratu lbakara, kama sijasahau, aya ya mia mbili na moja au mia mbili na mbili pale karibu, Allah anasema wadhkuru llaha fi ayami madudati, na mtajeni mwenyezi Mungu kwa kufanya tasbihi na takbiri katika hizi siku chache zinazohisabika. Faman taajala fi yaumain fala ithma alaihi, na yule ambaye atachelewa katika siku mbili atakuwa hana ithmu, hana kosa, hana dhambi yoyote. Ama yule ambaye amechelewa kuchinja, hakubahatika kuchinja siku ile ya, siku ya idi au siku ya kwanza akachelewa siku hizi mbili, hana kosa lolote. Waman taakhara fala ithma alaihi, wala yule ambaye atatangulia kuchinja katika siku hiyo ya mwanzo pia hanakosa. Kwa hiyo hizi siku tatu pia ni siku za vichinjo na siku za takbira sawa sawa na siku ya idi. Kwa hiyo siku ya idi ikiwa moja na hizi siku tatu hufanya siku nne. Kwa hiyo idi kubwa si siku tatu, bali ni siku nne. Hii ndo kauli ya wanawachuoni. Idi kubwa si siku tatu, bali ni siku nne. Takbira baada ya swala si siku tatu, bali ni siku nne hiyo siku ya idi ni siku moja, alafu na hizi siku tatu za tashriqi ndio inakuwa siku nne, na huu ndio mtazamo wa alimamu Ahmad bn Hambali radiyallahu taala anhu, ambaye amepokea hadithi kutoka kwa Musa bn Ali katika musnadi ya alimamu Ahmad bn Hambali, aleta hadithi kutoka kwa Musa bn Ali kutoka kwa baba yake Aliyu zainu labidin

wa ayami tashriqi na hizi siku tatu za baada ya idi iduna, zote hizi ni idi zetu, ahla lislami, sisi watu wa Islamu, wahiya ayami lakli wa hiya ayamu aklin wa shurbin, nazo ni siku ya kula na kunywa mchana. Kwa kweli, mtajiuliza kwa nini siku ya arafa tule. Ndio siku ya arafa wale waliokwenda hija hawaswaumu, twaswaumu sisi ambao tumebaki katika miji yetu. Kwa hiyo hizi siku kama siku ya aidi kubwa ni siku ambayo ni haramu kuswaumu, na hizi siku tatu zinazokuja baada ya aidi kubwa ni siku ambazo ni haramu kuswaumu. Kwa hiyo yeyote aliyeswaumu leo lendi, akitegemea kwamba anaswaumu sunna ya lendi, yaani ya, ya Jumatatu, Afahamu kwamba ameswaumu kinyume na sharia, bali sharia ya Uislamu leo ni siku ya idi. Watu ambao wana uwezo, pikeni chakula, furahini na watoto wenu, takbirati msikitini ziendelee, na yule ambaye ana uwezo wa kuchinja leo, basi na achinje. Tena yule ambaye hakubahatika kuchinja jana na juzi na juzi kutwa, ile siku ya idi, basi achinje leo. Ana thawabu sawa na yule aliyechinja siku ya idi, ana thawabu sawa na yule aliyechinja siku baada ya idi, ana thawabu sawa na yule aliyechinja siku baada ya siku ya baada ya siku ya ya idi, kwa kuwa leo pia ni siku ya kichinjo. Namalizia na hadithi iliyopokewa na Alimamu Muslim bin Alhajaji katika sahihi yake katika hadithi kutoka kwa Jubair bin Mutim radhiyallahu taala anhu, iliyopokewa na alimamu Muslim bin Alhajaji radhiyallahu anhu, anasema arafa kuluha mawqifun, ile siku ya arafa yote, mwanzo wa arafa mpaka mwisho wa ile siku ya tisa ni siku ya kisimamo kwa wale walioko hija. Wa ayamu tashriqi kuluha dhabahun na hizi siku tatu za baada ya idi kubwa. Manake hizi siku tatu za baada ya idi kubwa kullu, zote tatu ni siku za kichinjo. Yani, kama hukuchinja siku ya idi, unaweza ukachinja ile siku ya kwanza ya baada ya idi. Kama hukuchinja ile siku ya kwanza, unaweza ukachinja ile siku ya pili ya baada ya idi na kama hukuchinja siku ya pili unaweza ukachinja siku ya tatu, yaani leo ya baada ya idi. Na huu ndio pia mtazamo wa Alimamu Ibnu Bazi, mufti waliyetangulia wa mamlaka ya Suudia, ambaye katika fatawa zake utaipata kwenye maukii yake, anasema hadhihi ayya, layamu ghairi ayami liid hizi siku za tashriqi tatu ni siku kinyume na ile siku ya idi. Maanake siku ya idi haiingii katika ayamu tashriqi. Aa, hizi siku tatu ziko kinyume na siku ya idi hiya alhadi ashara. Hizi siku tatu ni siku ya kumi na moja wa thani ashara na siku ya kumi na mbili wa thalithu ashara na siku ya kumi na tatu yaani leo. Hizi ndio siku ambazo mtu anafaa anaweza pia kuchinja akawa ni sawasawa na aliyechinja ile siku ya Idi, wa yaumi lidi la yuadu minha. Siku ya Idi haiingii katika hizi siku tatu. Kwa hiyo hizi siku tatu ziko apar na siku ya Idi apar. Kwa hiyo tukazichanga pamoja, inakuwa ni siku nne za takbira, siku nne za kuchinja na hizi siku tatu katika sharia ya Uislamu zinaitwa ayam maududat, siku zenye kuhesabika, kwa sababu ni ndogo. Na siku ya idi na siku ya Arafa na hizi siku nane zinazotangulia zikafungamana, ni siku kumi za mwanzo wa Dhulhija zinaitwa ayam almalumati, siku zenye ku siku maalumu. Kwa hiyo tusiweke konfuzion, maimamu wa misikiti tutoe takbira na leo kama haikutolewa alfajiri, basi itolewe adhuhuri na itatolewa la asiri. Na leo ndo mwisho. Muislamu ambaye umebahatika kupata leo pesa ya kichinjo na haukuchinja jana na juzi na juzi kutwa, chinja bado, huko kwenye idi. Muislamu ambaye ameswaumu, fungua leo, kula ni siku ya idi, si siku ya swaumu. Wallahu alam, na Mwenyezimungu ndo mjuzi zaidi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.